Sa tuko Njombe, Tanzania, mikoa ya nyanda za juu kusini mwa Tanzania, kuangazia fursa kadhaa chini ya mwavuli wa jukwaa la maalikio ya nguvu, lakini hii ni central ya Clouds TV, ukanda huu wenye fursa kibao kwenye masuala ya kilimo. Mwaka elfu mbili na kumi na tano kulijitokeza fursa nyingi sana ambazo zilipewa msukumo na viongozi wa kitaifa, lakini viongozi wa kisiasa pamoja na viongozi wa kijamii kuhusiana na kilimo cha zao la parachichi. Mamilioni ya wakulima kutoka ukanda huu wengi sana walijihusisha kwenye kilimo cha zao la parachichi, ambao kwa wengi wao mpaka hivi sasa wananufaika ama ni wanufaika wakubwa sana wazao la parachichi. Kushoto kwangu ni Nemes champion namba moja. Wakati miradi hii ikianza kupewa msisitizo, alikuwa wa kwanza kuchukua fursa na kwanza kuzitumia mapema sana. Mimi ni Abel Mponya. Mwaka 2015 ulikuwa ndio mwaka wa kwanza kabisa, nadhani viongozi tunawakumbuka kama wenye kumbukumbu zetu yes. Walisisitiza sana fursa ya zao la kilimo cha parachichi. Ninyi ndio mkoa wa kwanza kuichukua fursa hii na kutembea nayo kiganjani. Yeah. Sasa mmekuwa ndio watu ambao wa ni champion Naongoza sasa kundi kubwa la watu linawatazameni, nyie sasa, kama ndo vinara kwenye zao hili la parachichi, unaweza ukaniambia Nemes, um, kwa sasa zao hili lina umuhimu kwa kiwango gani kwa jamii ya ukanda huu hasa hapa Njombe? Asante ah, sana kwa kweli zao hili sasa hivi ni zao ambalo tunajivunia katika mazao ya kibiashara, ili ndo kwa Njombe imekuwa zao la kibiashara namba moja eh, ukilinganisha na mazao mengine na ni zao ambalo tunauza nje lakini, na ni zao ambalo linaitambulisha Njombe kwa nafasi kubwa sana, Njombe na Tanzania kwa ujumla, kwa sababu wanunuzi wengi wanaokuja wanatoka nchi mbalimbali, mpaka Marekani, wanakuja hapa kufuatilia habari ya parachichi. Si usikia parachichi ya Njombe au ya Tanzania ni nzuri kuliko parachichi za sehemu zingine? Kwa hiyo mm tunajivunia -hmm. Kwa, kwa kiwango kikubwa sana na inafanya vizuri sana wewe pamoja na kwamba ni mkulima wa zao la parachichi lakini mzalishaji pia. Ndio. Eh, kuanzia kutengeneza mbegu kuikuza, kwenye nasari yako, ni mwana una miche mingi sana. hebu tupe wastani, kwa wewe tu peke yako, kwa mwaka una uwezo kuandaa miche mingapi na inatoka mingapi? e, mimi kwa kweli peke yangu naweza kuandaa miche, kuzalisha miche laki tano lakini na uwezo kuiuza miche laki nne au laki tatu na nusu, kwa sababu mingine inatokana na changamoto mbalimbali inaweza kufa, lakini ambayo tunaweza kuiuza ni laki nne, ambayo watu wanakwenda kuipanda mashambani. Ndio, miti yenye umri mkubwa ambayo unamiliki wewe, sasa ina umri gani tangu umeipanda? Eh, miti ya kwanza kabisa nilipanda elfu mbili na nane, elfu mbili na tisa, elfu mbili na kumi, ndo miti yenye umri mkubwa zaidi ambayo ina miaka karibia kumi na tano kumi na sita, ndio miti ambayo ni mikubwa Uzalishaji wake ukoje? Ukitafuta wastani pengine kwa mti? Aa, wastani kwa kweli tunavuna kuanzia kilo mia tatu mpaka kilo mia nne kwa mti mmoja, kilo mia tatu, mpaka kilo mia nne kwa mti mmoja. kilo mia nne kwa mti, ndio hiyo. ni kwa mwaka? Ndio, ni kwa mwaka. Aa, okay, sawa. demonstration area ama eneo lako ambalo ndio ulianzia kufanya, yeah. kufanya kilimo ndio? yeah. lina ukubwa gani? Ah, nilianza na majira ya miti tisa tu halafu nikaja na miti kumi na mbili, kwa hiyo ni eneo ambalo halielezeki kama robo eka tu, sababu sikuwa na uwezo na, na nilikuwa kwenye nilianza nilianza kupanda kwenye kiwanja ambacho naishi. mm -hmm. kwa hiyo ndivyo baadaye nilivyoendelea ndio nimefikia wastani wa kwa kumiliki eka zaidi ya mia mbili na kumi hivi ambazo tayari zinazalisha matunda, ziko ambazo zinazalisha ni kama eka mia moja na kumi hivi, lakini eka mia moja mm -hmm. tumepanda bado tujaanza kuvuna, miti bado midogo mm -hmm. Okay, sawa. Okay, nataka sasa kuja kwenye ushiriki hapa aina yeah. Watu wa gani ambao waliipokea fursa hii mapema tukiweka katika makundi vijana watu wenye umri mkubwa ama ni watu wa aina gani? Kwa hiyo mm. mm. ambao watu, watu wa kwanza kuchangamkia fursa hii walikuwa ni watu wenye umri mkubwa, sio vijana. Mkulima kijana nilikuwa ni mimi peke yangu. Bwana. Yeah. Ushiriki wa wanawake upoje? Uh, kwa hapa Njombe ushiriki wa wanawake ni mkubwa kuliko wa wanaume. Isipokuwa utofauti, wanawake ni wengi zaidi wanaoshiriki kwenye kilimo cha parachichi. Lakini wanalima kiwango kidogo sana. Eka moja, eka mbili, eka tatu. Wanaume ni wachache lakini wanalima eka nyingi zaidi. Kwa hiyo ukija hapo, kwa maana ya kiwango, wanaume ndio wanaomiliki mashamba mengi zaidi. Lakini wanawake ni wengi wanaomiliki mashamba madogo madogo ikitokea wanawake wakawezeshwa. mm. Ardhi kwa mtazamo wako. Yeah. Ukilinganisha kwenye makundi haya mawili wanawake, yeah, na wanaume, yeah, ni kundi lipi ambalo kama likipewa ardhi litafanya wonders? Wanawake watafanya zaidi, watafanya zaidi wanawake. Mimi nikiangalia kwenye kikundi changu, mimi ni mwenyekiti kikundi cha tuondoke s si. uh -huh. wanaume tupo kama 30 wanawake wako 40 na na hata mahudhurio kila mwezi huwa tunakaa tarehe nane kujadiliana masuala ya kilimo cha parachichi kila mwezi. Mm. Lakini utakuta mahudhurio tu yenyewe ya kwenye kikundi kila siku. Hayajawahi kuzidi hata siku moja ya mahudhurio ya wanaume. Kuna vikundi vingapi kati kwenye kijiji chako? Hapa kuna vikundi vitatu. Mm. Vina angalau wakulima wangapi wangapi? Eh, sisi kundi chetu kuna wakulima wengi 70, vingine vina wakulima 50, vingine vina wakulima 40. Okay. Ambao wanamiliki ardhi yenye parachichi zaidi ya kangapi? Kwa mfano, kikundi chetu tunamiliki ardhi, shamba la parachichi zaidi ya ekari ah, ya mia tatu, kikundi tu. Ugumu uko wapi kwenye uzalishaji, kwenye uendeshaji wa kilimo cha parachichi? Eh, kwa kweli, kwanza, kitu cha kwanza kabisa kwenye kilimo cha zao la parachichi mm. changamoto kubwa kabisa ya kwanza ni mitaji. Watu tukiwezesha mitaji, nafikiri tutafanya zaidi ya hapa tunapofanya mm. Lakini jambo la pili kitu ambacho tunaendelea kuiomba serikali na tumetoka tunaiomba sana mm, ituwezeshe kuing, ituwezeshe kuingiza sola zenye luzuku ili tuweze kuvuta maji kwa gharama nafuu isiyo mm, na, yaani ukishafunga sola mara moja pap, umefunga hamna mm, cha bili unit za umeme wala nini. Kwa hiyo utafanya kile kilimo vizuri, kwa sababu maji yanakuja yenyewe, ingawa yanakuja mchana tu, kuanzia asubuhi mpaka jioni, muda mm, usiku sola zipandishe maji. Kwa hiyo natamani tupate luzuku kubwa ya sola, kila mtu atanunua sola, atachimba kisima, atafunga na tungepata matunda mazuri sana sisi. Tanzania au mkoa wa Njombe tuna ardhi kubwa sana, hata lobo ya ardhi yetu hatujafikia kulima parachichi ku, na nauzia zaidi nchi mbili. Kongo ndio wateja wangu wakubwa wakifuatiwa na Burundi ndio wateja wangu wanaofuatia kwa kiwango lakini hata wa Tanzania na watu wa Njombe na wenyewe ndio wanaonunua kwa kiwango kikubwa zaidi lakini kwa nchi za nje ni, ni hiyo Burundi na Kongo. Miche yako unaiuza kwa bei gani, umeigawanyaje? Ah, miche yangu kwa kweli iko na bei mbili. Iko miche ya kawaida tunauza shilingi elfu tano na iko mingine tumeweka kwenye vifungashio vikubwa tunauza kuanzia shilingi elfu kumi mpaka elfu kumi na tano. Mara nyingi nimetoka nikiwaambia wakulima kwa, uh, wamekuwa tuna mazoea kwamba matunda yakikomaa wanayauza kwa msimu huo lakini kumbe matunda yakikoma mwezi wa tatu wa nne, bei zinakuwa sio nzuri. Mwezi wa nne wa wa wa tano wa sita, kumbe wanaweza kuyaacha yale matunda wakaja kuuza mwezi wa nane. Sasa hivi kilo moja inauzwa 3500 bei hiyo toka nimeanza kulima parachichi, sijawe kuiuza kwa mara ya kwanza. Ndio mwaka huu tumeona wanunuzi wamekuwa wengi, na yale matunda ambayo yalikuwa yakikoma sana walikuwa wanasema kwamba haya yataiva kabla hayajafika Ulaya. Sasa hivi wananunua hata kama yamekoma kupitiliza, wanayasafisha kupeleka Ulaya kwa sababu yanawekwa kwenye friji anasafiri akiwa vile vile kwa kiwango kile kile mpaka kule anapofika, mwaka jana ni kama tani themanini. tani themanini. E. Za parachichi. Kwa, na kwa bei ya mwaka jana kwa kweli haikuwa nzuri sana, ilikuwa kwenye 2000, anza 2000, bei kubwa ilikuja kuisha 2500 mia tano kwa kilo, hmm. Ndiyo. Na mwaka huu ndo bei. Ah, mwaka huu kweli wakulima wa parachichi mwaka huu wana wanacheka vizuri. Eh. E, bei kweli zimekuwa nzuri, matunda yanatafutwa, kampuni za wanunuzi zimekuja nyingi kuliko sisi wakulima. Bana, mimi nikushukuru sana. Asante sana. Thanks for your time. Time. Hapo hapo. Nitishe brother. Hapo <laughs> hapo.